Bwana, mambo vipi Tanzania, ya mambo vipi East Africa? Naitwa Kabaisa ndani ya Mastaz TV. Kwa siku ya leo tumeingia sehemu ambapo ambapo kunakuwaga na kilimo cha mpunga ambapo tumekutana na mlimaji mwenyewe. Eh, bwana mambo vipi? Eh, mambo shwari brother. Uko poa? Niko salama kabisa. Mambo mengine nasemaje? Ndogo mdogo tu Mungu anasaidia. Eh, sasa mimi nimekuona katika maeneo kama haya, hapa ni sehemu ya kilimo cha mpunga. Kwa hiyo wewe ndio muhusika. Ya, mimi ndio muhusika mwenyewe, ndio nimelima, ndio niko hapa kwa ajili ya kusubiri mazao. Sawa, okay. Ni mtazamaji wa Mastaz TV anahitaji kujua kilimo cha mpunga jinsi kinavyolimwa. Kiufupi tu nitakwambia kiufupi tu kwa sababu ni story ndefu sana. Kwa sababu kilimo cha mpunga inatakiwa kwanza unaangalia sehemu hapo kuna maji. Na pale ambapo kuna maji ndio unajua unalima, ukisharima. Pale pale sasa ukisharima unapandikiza, ukishapandikiza unapalilia. Baadaye kama kuna kuna ndege unaingia una, una, una tu unalinda ndege, baadaye mpunga unakomaa, Unapata mazao tu freshi bila shida yoyote ile. Sawa so, okay. Kilimo cha mpunga huwa kina, kinakuwa kina gharimu hasa kama shingapi? Kilimo cha mpunga inatokana na kilimo unachokitaka wewe. Unaweza kulima kama robo. Sasa hiyo robo, hiyo robo kwa sisi huku kwetu kwa kuilima hii hapa. Robo inalimwa kwa elfu thelathini na kupandikiza inakuwa elfu thelathini tena sitini, na kuja kupalilia, unaweza kupalilia kama kwenye elfu ishirini na tano na unajumlisha tu hapo alafu baadaye sasa kama unaweka mlinzi wa kuchunga tena, huyu unamlipa hela nyingine hivyo. sawa, okay. Kilimo cha mpunga kwa mtu ambaye hakifahamu, na kwa nini hasasa mnapendelea sana kulima mpunga sema ambapo kunakwaga na maji e? kilimo cha mpunga sana, mpunga unaenda na maji kwayo. Mpunga ukilima sema ambapo hamna maji inakuwa sio vizuri, ila mbegu iko tofauti. Kuna nyingine unakuta wanapandaga tu nchi kavu ambapo hamna maji, yani, uh, mvua ikinyesha mtu anapanda tu na mpungu unaendelea kukua lakini ule sio fresh, sio mzuri. Mzuri ni huo kupanda kwenye maji. Hivi ndio inakuwa poa. Kwenye nchi kavu ambapo hakunaga maji ipo, na ile mbegu inakuwa vizuri tu ila iko tofauti na hii hapa kwenye maji e, kuna, kuna Okay. Sasa okay. Okay. Waga inachukuaga siku yani, miezi mingapi ili mpunga wako ukoma, ili uanze kuvuna mpunga, ili ukomae na uanze kuvuna mpunga inachukuaga? Ni kuna mbegu, kuna inachukuaga miezi minne, kuna nyingine unakuta inachukua mpaka miezi sita ili uweze kuvuna. Hiyo manati waga ina, ina maana gani kwenu? yeah, ni yani manati kama ya hivi. Hii manati maana yake hii, yani unaona umelima, yani shamba kubwa ndege zinakuwa zinasumbua. Kwa hiyo ukiwa yani, mfano kama niko hapa hiyo. Sasa kama mtu ana wazo ambaye ana la, wazo la kulima mpunga, la la kulima mpunga unaweza ku ongea na mtu ambaye ni mzoefu sana wa kulima mpunga, na ukishaongea naye naongea naye anakuelekeza namna ya kuweza kulima mpunga, kwa sababu kama wewe sio mzoefu sana wa kulima kilimo cha mpunga inakuwa ngumu, uwezi. Lakini kama una mzoefu ambaye analima mpunga unakuwa naye anakuwa anakuelekeza kwamba mpunga unalima hivi unalima hivi unalima tu vizuri, na unaimbua una tu vizuri sana bila shida. Okay, tukiangalia kama ili eneo ili hapa jinsi lilivyo unaona kama vile ni kubwa. Hii hapa ni mita ngapi ya sasa? Hii hapa kwa sisi huku tunaipimia hii hapa ni nusu eka hii. Eh, hii ni nusu eka na hii nusu eka hii. Imelimo kwa hera nyingi tu. Ndio. Yeah. E, na kwa baadaye sasa kwenye mavuno ndio tutakuja kujua kama nimepata faida au inakuwaje. Na faida yenyewe hapa naona imo kwa sababu mpunga uko vizuri sana huu. Okay, sasa hapo kwenye hii nusu eka hii hapa unategemea siku mpunga kwa kwa kupata gunia tano au sita aua? Nimepata tu vizuri sana bila shida. Sawa, okay, kwa ku, kwa kuwa ndege huwa wanasumbuaga sana kwenye hii nusu eka hii hapa. Usipowafukuza ndege unaweza kupata kama gunia ngapi? Yaani, hapa kwa hapa, ndege zinavyosumbua asubuhi na jioni, bila kuwepo kuwa nazifukuza na, na siwezi kuimbua kitu hapa, lazima zinakula na pote zinamaliza, ndio inakuwa hivyo. Okay, hii mbegu yako ambayo uliitumiaga hapa pa kuipanda ni mbegu ya kisasa au ni ya kizamani? Kuna mbegu za kizungu na mbegu za, za kienyeji, ya sasa hii ya kwako hii ya ni mbegu ipi hii? Hapa kwa huku kwetu hii hapa ni mbegu so, so mbegu ya kizamani tuseme hii ni mbegu ya kisasa tu, e, hmm, ya kizungu hii. Sasa kwenye, kwenye mpunga huwa... hii hapa kwa kwetu sisi tunaita ni mpunga unaitwa super. Okay. E, ndio inaitwa super hii. Ah, kwa wale ambao wakienda kununua sokoni mchele ambao ushakuwa kwenye magunia pale, wao ndio wanakuambia anahitaji super ina maana. Super ndio hapo. Super ndio hapo. Okay, naona kama vile ni hii mbegu ni nzuri. Sasa kwenye, kwenye, kwenye, hichi kilimo na penyewe wanaweka mbolea kwenye ki kilimo kwenye kilimo unaweka mbolea. Kama una ardhi yako ambayo haiko sawa, unaweka mbolea na ndani ya kulima. Sasa ukishaona kwamba hapa kwa sawa hakuna mbolea, inabidi unaweka matuta yake katikati na kuweka majaruba, inaitwa majaruba. Maji yanakuwa yanatulia kasi, kwenye tuseme, sehemu maji ndio yanakuwa yanatuliaga pale, unaweka mbolea. Lakini ukilima kama hivi, huwezi kuweka mbolea kwa sababu maji yakiingia, mbolea inaenda na maji vile. Eh, ndio inakuwa hivyo. Okay, na penyewe upale unapoanza sasa ku, ku, ku, ku, kuota. Sasa unapoanza kuota huwa nanyi mnapulizia e, dawa. Eh, hiyo dawa ni muhimu kupulizia dawa ni muhimu kupulizia. Na sisi huwa tunapulizia mara mbili. Yani ile sisi tunapandikiza kwanza, ile tunapandikiza ikisha kamata chini kwenye ardhi, ndio sasa kutaka kuchanua. Yani kama Tunapulizia tena dawa ili ichanue vizuri mambo yawe poa isingie madudu madudu. Okay, ya, mtu kama anayependa kulima karibu sana kwenye kilimo chetu cha mpunga, kilimo cha mpunga, tupo sana tunamkaribisha aweze kuingia na tuweze kupeana ushauri na Okay, asante. Okay, asante sana. Msikilizaji na mtazamaji wa Masters TV na hapa jimkwana... umesema jina lako? Jina langu mimi ni Joakimu Elias. Ndio nilikuwa na Joakimu Elias ambapo tumezungumza tume naye mawili matatu kuhusiana na kilimo cha mpunga. Kwa hiyo ni kusi kitu kimoja, usisa kusubscribe, kulike na ukoment, na ilo wa kwanza kupata habari zetu kutoka Masters TV. Asante.